Jina langu ni Salima, na hadi leo nikisimulia haya machozi hunilenga bila hata mimi kutarajia. Nilikuwa na mdogo wangu Hamis, mtoto mwenye miaka kumi na nne, mnyonge lakini jasiri moyoni. Siku hiyo tulichelewa kurudi nyumbani kutoka shamba la familia yetu tulipokuwa tumelima shairi Saa ilikuwa imepita mbili usiku, lakini kilichoshangaza ni kwamba giza lilikuwa zito, kana kwamba ilikuwa saa sita kamili za usiku wa manane. Hakukuwa na daladala, barabara ilikuwa tupu, na upepo wa baridi ulikuwa unalia kwenye miti ya msitu uliotuzunguka. Tulipokuwa tunasubiri usafiri, ghafla gari moja jeusi likapita kwa kasi mno, likapiga honi kwa sauti ya kuogofya, kisha likasimama mbali kidogo. Bila kufikiria mara mbili, mimi na Hamis tulilikimbilia tukidhani tumeokolewa. Tulipofika na mlango kufunguliwa, nilihisi baridi ya ajabu ikapita mwilini. Tulipoingia ndani, tulikuta mtu mmoja, uso wake ulikuwa umefunikwa na barakoa nyeusi, macho yake mekundu, kana kwamba yalikuwa yakimetameta gizani. Tuligundua haraka sana alikuwa gaidi, ndipo safari ya mateso ikaanza. Mlango ulijifunga kwa kishindo na gari likaanza kuondoka kwa kasi niliweza kumsikia Hamisa akitetemeka akishika mkono wangu kwa nguvu kiasi kwamba nilihisi maumivu, lakini sikuthubutu kumwachia. Yule gaidi alianza kuongea kwa sauti ya kutisha ya chini, kama ya mtu anayevuta pumzi kutoka kaburini, mlioingia humu hamtatoka salama, mmenikimbilia wenyewe, sasa mtalipa bei ya usiku huu. Macho yangu yalijaa machozi, nilimwomba kwa sauti ya kuomba msamaha, nikamwambia hatuna chochote cha thamani, sisi ni wakulima tu. Lakini gaidi alicheka kicheko cha ajabu kilichopenya mifupa yangu. Gari lilizidi kupenya msituni, barabara ikiwa haijulikani tena. Ndipo nikagundua kuwa hakuwa anatupeleka nyumbani, bali kwenye mapango yaliyokuwa katikati ya forest. Ndani ya pango kulikuwa giza totoro, lakini niliona taa ndogo za mishumaa zikining'inia ukutani, na kila kona ilijaa alama za damu na vyuma vya kutesa watu. Ndipo nilipohisi hofu kubwa zaidi tulikuwa tumetekwa. Gaidi aliwasha moto mdogo, macho yake akiangaza zaidi, akamshika Hamisi kwa nguvu na kumweka kando, nami nikakaa nimefungwa mikono kwa kamba chafu. Macho yangu yalikuwa yanamwangalia mdogo wangu tu, nikimwomba asidhurike. Hamisi alinitazama akilia kimya, macho yake ya kitoto yakiwa na swali moja: dada, hivi tutatoka hapa kweli? Lakini nilikuwa sina jibu. Sauti za upepo na milio ya fisi zilianza kusikika nje ya pango. Gaidi alitoa kisu kikubwa, akianza kuzungusha mikono yake kana kwamba anafanya ibada ya kichawi. Nilisikia maneno ya ajabu yasiyoeleweka, na ghafla pango lote likawa linatikisika. Nilihisi kuna zaidi ya gaidi mmoja, kana kwamba roho za waliokufa zilikuwa zinashuhudia mateso yetu. Nilijua usiku ule usingekuwa wa kawaida tena. Usiku ule ulikuwa mwanzo wa mwisho wa amani yangu. Nilipoamka tena, joto la moto lilikuwa limefifia, lakini baridi ya giza ilikuwa imekaa ndani ya moyo wangu. Sauti za vishindo vya misitu zilikuza woga wangu, zilikuwa kama kinywa cha mnyama kinachotaka kuturupika kwa uwazi. Hamis alikuwa amefungwa kwa mdomo, macho yake yalikuwa mekundu kwa machozi yaliyokauka. Nilijaribu kusonga, lakini mikono yangu ilibaki imefungwa kwa kamba chafu. Gaidi huyo yeye mwenye barakoa nyeusi alikaa mbele yetu, akitambaa kwa hatua ndefu kama mtu anayehifadhi siri. Kulikuwa na mgararo wa kisu chini ya mwanga wa mishumaa. Kisu kilinifanya niwe mgonjwa. Alitoka mbele akatupa macho kisha akasimana kidogo mbali na yatima ya misumari yaliyozunguka pango. Ninyi mnaweza kufikiria mnanijua, ninyi mnajua kazi ya watu kama sisi. Hii siyo tu kuwanyang'anya, hii ni kulipiza kisasi, akasema sauti yake ikitishwa, lakini ikijaa uaminifu. Hakuna cha kutabasamu kilichoingia moyoni mwangu. Nilimuuliza kwa sauti isiyo na nguvu, kwa nini sisi? Tuna watoto wadogo, tunakula shambani. Akacheka kwa upole kama mtu anayezungumza na watoto wachanga mimi sitaki pesa, sitaki vitu, nataka tu kupata hukumu. Mtu wangu aliuawa mwaka mmoja uliopita, aliingia msituni akitafuta msaada, naye hakurudi. Niliambiwa alikuwa na tabia ya kuiba mahali, lakini mimi nimemwona mwili wake, ameonekana nyote. Kama wale waliomdharau, leo mtalipia hakika. Maneno hayo yalinisimamisha. Hakuwa tu mharibu wa ajili ya wizi, alikuwa na msumari wa hasira uliopangwa siku zote shambani tulitazama misitu kama sehemu ya maisha yetu. Sasa niliona ni sehemu ya hukumu. Walituandaa kando ya moto kwa njia ambazo zilituampa heshima. Alitaka tufanye vitu viwili. Kwanza, alipofanya udhihirisho wa kuwa alitawala alitutumikia kwa vitisho. Pili, alitaka wachunguzi wa mtaa waje kuwatafuta. siku gani? Hapana, alituambia kwamba alikuwa anatafuta ushahidi wa uhalifu wetu, maana yake kitu ambacho hatukukuwa tulichokifanya wakati ule. Hamis alianza kutetemeka kwa nguvu. Nilimwambia kwa ndimi zote zinazosalia, tafadhali, tutaambia ukweli, tutasema hatukukuwa na hatia, lakini macho yake yalikuwa yaliyofunga matumaini. Siku ikapita, au labda ilikuwa saa chache tu, sikushindwa kuhesabu. Gaidi alituengezea mateso kwa kutuacha bila chakula, bila maji na kutuchanganya na hadithi za wafu waliopotea. Walikuwa wanatushikilia usiku mzima, wakitenda kama wao ni hukumu inayokuja. Siku moja alfajiri, asilimia tu ningeweza kusema, niliona mwanga mweusi ukiongezeka kwa upande wa pango. Kitu kilitokea kama vile mchakato ulioandaliwa, watu wengine walitoka kwenye kivuli cha misitu, sijui kama ni washirika au roho za misitu. Walikuwa wamevaa ngozi zilizochanika, uso zao zikiwa zimefunikwa na doa za muda gaidi wa barakoa alifanya kitu kisichoeleweka, akainua kisu mbele ya Hamis akamtaka amalize jambo fulani kama adhabu. Hamis, kwa mtazamo wake wa umri, alitoka chini kwa oga bila kujali, akazungumza, akamwambia gaidi, sisi hatukuwa, hakukuwa na jina kisu kichocho kilitua Hamis, akafurika damu polepole pole, macho yake yakatangaza mwanga wa mwisho. Niliruka, nilipiga nililia, lakini kilichofata kilikuwa kitu ambacho hakikuwa cha dunia. Wakiwa wamepoteza hamu ya kucheza, waliingia kimya, walinipiga kuniweka pembeni na kuondoka na mwili wa Hamis. Siku hiyo ulimwengu wangu ulipasuka vipande, nilijaribu kuamka kufuata, lakini walituacha mtoni wa misitu pango dag giza lililokuwa limetawaliwa na hewa ya kutoweka kwa huruma niliota milele. Wakati ule ndoto hazikuwa na barua ya faraja, zilikuwa ni kumbukumbu za uso wa Hamis, sauti yake na jinsi alivyosema, dada tutatoka na mimi kukosa jibu. Nilimwambia alisema maneno ya mwisho kwa kuwa alikuwa anampenda na kuniamini. Nilikuwa nimepoteza kitu kilichokuwa cha thamani zaidi Walipotoka, walitulia kwa karibu na moto aliyokuwa akiwaka. Walinifanya nisome maneno ya kijanja, niliweka paa ya kuomba msamaha, nikaomba kwa macho yake ya kigaidi, lakini hakuna wa kusikiliza maombi yangu. Waliondoka upande wa misitu asubuhi ile. Nilibaki pango nikiingia kivoto cha diga, nikiota mawazo ya jinsi nitakavyomwambia mama juu ya mwili wa mtoto wake. Nilijaribu kusuka kamba nikaweza kuondoka, nikatembea hadi kwenye barabara, nikapata gari la polisi karibu. Walitoka na maswali machache, lakini haikusaidia. Siku zote nilirudi nyuma nikiangalia kwa macho mazito jinsi misitu ilivyokuwa kimya, lakini ndani yake ilikuwa imejaa asili yasiyo na huruma. Nilipigia polisi huduma, nilizungumza kila mtu, lakini misitu haikutamka. Walipata mwili wa Hamis baada ya siku tatu. Walipata kwa bahati mbaya, walibaki wakiuliza maswali ya jinsi ilivyotokea. Mvua ya machozi yangu haikutosha. Watu walikuja kwetu wakichunguza, wakitoa dhamira, lakini pia walikuwa na macho yaliyojaa huruma na vishawishi. Walitafuta gaidi, walichunguza pango, lakini msitu ulifanya uwezo wake wa kushika siri. Hakuna haki tunayoweza kuleta kamili ambayo ingegusa moyo wangu. Miaka ilifuata na nilijaribu kuishi kwenye kumbukumbu kumbu. Shamba lilikuwa huru kwa mazao, lakini kila upepo ulileta harufu ya damu, kila anga ilileta mwanga wa mishumaa ile. Nilijaribu kujenga maisha mapya, lakini pengo la Hamis halikuisha. Nilifanya kazi, lakini usiku ninapolala najikuta nikimsikia nikinipiga tena, akisema maneno ya kichefa na kuomba tu kutembea pamoja. Watu walisema mafanikio ya haki bado hayajakuja. Wakati wa mazishi, mama alilia kwa sauti isiyo nyosha, na mimi nilikusanywa. Nikaamka mbele ya kaburi dogo, nilimwambia Hamisa, hifadhi kwa usalama. Nilirudisha macho yangu kwa uchungu mkubwa, nikajua kwamba nilikuwa nimepoteza sehemu ya nafsi yangu. Kila upande wa giza ulileta maumivu. Misitu ilikuwa bado pale ikitabasamu kwa siri. Nilijua kwamba kuna vitu visivyoeleweka dunia, vitu vinavyohifadhi hukumu yao bila sababu. Nilijua pia kwamba wakati mwingine huzuni ni mahali pa kuhifadhi upendo, na pande zenye huzuni zimengarisha ukweli wa jinsi upendo wetu ulivyokuwa wa thamani. Hapo ndipo maisha yangu yalivyoendelea. Niliishi nikamkumbuka, nikajisikia mwenye hatia kwa kutokweza kumlinda Hamis. Wakati mwingine natembea mpaka kivuli cha misitu nikiweka maua ya tumbleweed, karibu na mti nikiwa na matumaini ya maneno yaliyowahi kusikika, lakini kila mara misitu inarudi kwa kimya, na mimi nasalia na kumbukumbu zilizojaa damu na moto wa mishumaa, upigo wa dunia ambao haujakoma. Asante kwa kuwa nasi ndani ya Hastenic Production. Usisahau kupita pale YouTube, kisha kulike, kushare, kucomment na kusubscribe chaneli yetu.